Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wasahbihi wa man walah amma wa ba'd. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala wal fajri wa wa layalin ashr Sadaqallahu al aliyyu al azim. Tupo katika mfungo tatu, tena bahati nzuri tayari tumeingia katika masiku kumi matukufu ndani ya mwezi huu wa mfungo tatu Dhulhijja. Kwa mujibu wa Qur'an, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza kuwa katika miezi kumi na mbili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwenye miezi hiyo ndani yake kuna miezi minne mitukufu. Moja ya miezi hiyo iliyokuwa mitukufu ni huu mwezi wa Dhulhijja ambayo miezi hiyo Dhulhija, mfungo tatu, mfungo pili na mfungo mosi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala katika Suratu Tauba eh, katika Suratu Tauba aya 36 anatuhimiza akisema, fala tadhlimuu fihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu ndani ya masiku hayo fala tadhulumu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo. Lakini pia Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala baada ya kueleza kwamba katika mwezi katika miezi ipo miezi minne mitukufu, mojawapo ni huu wa mfungo tatu, basi pia akataja masiku yaliyokuwa bora ndio pale aliposema walfajri walayalin ashir, anaapa kwa alfajiri na kuapa masiku kumi ambayo kuanzia mwezi mosi wa Dhulhija na kuendelea. Katika moja ya ubora wake masiku haya ambayo tunaanzia mwezi mosi mpaka kumi na, na, na ziada kidogo, Ibnu Abbas radiallahu anhu anasema maana yake kama anamnukuu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ma min ayamu, hakuna masiku, alamalu lsalih kufanya fihinna, kufanya vitendo vyema katika masiku hayo, ahabu ila llah, ambayo munye, vitendo hivyo Mwenyezi Mungu anavipenda sana sawa, min hadhihi layami lashr, kuliko masiku haya kumi ya dhulhija. Maana hadithi inatufundisha kuwa kumbe ndani ya masiku haya kumi haya ya dhulhija ni vyema sana ukafanya kheri, kwa sababu kheri utakaoifanya kwenye masiku haya kumi, basi mwenyezi Mungu anapendezwa nayo sana. Kwa hiyo, kila mmoja wetu ajitahidi kadri ya uwezo afanye mambo ya kheri kwa wingi. Kwa kama ulikuwa unasali swala ya faradhi, alafu swala ya faradhi ile husali na suna, ongeza na suna qablia na baadia ulikuwa humdhukuru Mwenyezi Mungu, hebu sasa fanya adhkar, mtaje sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ulikuwa huombi, basi ni vizuri omba sana. Na wanachuoni wanatuhimiza na wanatusisitiza ndani ya mambo yanayohitajika, katika mambo yanayohitajika ndani ya masiku haya, ya kwanza kabisa ni kuzidisha na kukithirisha kumtaja Mwenyezi Mungu. Lazima ujitahidi kama ulikuwa unamtaja baada ya swala subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar mara 33. Sasa zidisha kama nafasi ipo, ni vyema ukazidisha, unazidisha adhkar za aina zote kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini bora ya adhkar ni kuleta takbira, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, lakini pia ipo nyingine la ilaha illallah wahdahu la sharika la ipo nyingine subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah, allahu akbar almuradi kuleta, isti, kuleta pia istighfar, unaomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu, wa dua unakufanya dua mbalimbali mbali za maombi yako. Lakini jambo muhimu nalo ni silatu rahim kuunga udugu. Hakikisha katika siku kumi hizi unawasiliana na ndugu zako nashiriki pamoja shughuli mbalimbali na kuunga udugu maana yake tunakusudia, kama una mgogoro hauko vizuri na ndugu yako umalize. Ukifanya hivyo utakuwa umepata kheri nyingi kwenye masiku haya, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma min ayamin, hakuna masiku, alamalu salih, vitendo vilivyokuwa vyema, fihinna, ndani ya masiku hayo, ahabu ila llah, vitendo hivyo vinapendwa sana na Mwenyezi Mungu subhanahu wataala min hadhihi layami lashiri, kuliko masiku haya kumi ya mfungo tatu Dhilhija. Kwa maana hiyo, tunahitajika lazima tujitahidi kadhri ya uwezo, kuwa tunashikana tunakuwa wamoja na kadhalika, na kuwaunga wale watu jamaa zako wa karibu, na pia kushirikiana nao marafiki na kadhalika, na huku ukiwa unafanya ibada mbalimbali. Lakini jambo muhimu nalo ni kuacha maasi ndani ya masiku haya, ili Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akujalie barka akujalie rehma zake. Na pia ni muhimu sana kuhuisha sunna, kuhuisha sunna kufata zile taratibu za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini katika moja ya sunna kubwa kabisa ni hii ya kuchinja. Siku ikifika ile ni vizuri ukajitahidi sasa hivi ukajipanga mapema ukachinja. Ukifanya hilo jambo utakuwa umefanya jambo kubwa sana, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amehimiza sana sana, sana sana kufanya sunna hii ya kuchinja na Qurani pia, wanachuoni wanaeleza Inna atainaka alkauthar fasali lirabbika wanhar inna shaniaka huwa labtar. Mwenyezi Mungu wanasema hakika tumekupa neema nyingi sana basi swali kwa ajili ya Mola wako, sawa na chinja. Kwa hiyo swali, swala ya idi na pia chinja. Inna shaniaka huwa al-abtar, hakika yule adui yako yeye ndiye atakayeanguka. Kwa maana hiyo, sasa tunachotakiwa kufanya kwamba wakati tunaendelea na haya masiku kumi yote ya kufanya kheri na kuzidisha kheri, lakini usisahau suala la kuchinja na ni vyema kuchinja kukawa ni baada ya swala, na yule anayetaka kuchinja ajitahidi kadri ya uwezo asikate nywele zake na wala asikate kucha zake, ajitahidi kadri ya uwezo kufanya hivyo hivi sasa mpaka atakapomaliza suala la kuchinja. Lakini la mwisho, tumalizie suala la kufunga, ni vyema ukiweza masiku yote haya kumi, funga kama huna uwezo huo, basi msisitizo mkubwa upo katika ile siku ya Arafa, kwenye siku ya Arafa. Na Arafa inakuwa ni mwezi tisa, inategemea mwezi tisa yako ni ipi ya Tanzania, au mwezi tisa yako ni ya ulimwengu, au ni ya Makka. Lakini almuradi iwe ni mwezi tisa, jitahidi kadri ya uwezo, usikose neema hii ya kufunga ndani ya siku ya Arafa, ambayo ni mwezi tisa wanachuoni wanainukuu hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Sahihu Lbukhari inayosema: siyamu yaumi arafa, kufunga siku ya Arafa ihtusiba ala llahi, inahesabiwa kwa Mwenyezimgu anyukafira sanata lati qabla, kwamba unasamehewa madhambi ya mwaka uliokuwa kabla yake. Sawa wa sanata lati baada, na mwaka ufuatao. kwa maana hiyo kitendo cha kupata siku moja ile mwezi tisa, wewe ukajitahidi ukafunga siku ile, basi elewa umesamehewa dhambi za miaka miwili. Kwa jitahidi kadiri ya uwezo, isikukose hii Arafa, isikukose siku ya Arafa wewe kufunga. Haijalishi wapo kule, haijalishi hawapo kule, inaitwa siku hiyo ya Arafa ambayo kwa hesabu kisheria ni mwezi tisa. Kwa jitahidi kadri ya uwezo uhakikishe unatekeleza jambo hili, lakini kipengele nacho muhimu cha kumalizia kwamba unapoambiwa kwamba ukifunga siku ya Arafa unasameheka makosa ya mwaka miaka miwili, panakusudiwa ni yale madhambi madogo madogo, yanakusudiwa yale madhambi madogo madogo. Ama madhambi makubwa ni wajibu wako utubu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kutubu kwa Mwenyezi Mungu kwamba ni kuazimia kwanza kujuta na kuazimia kutorudia na kujing'oa kabisa kwenye tukio lile ambalo wewe unalijua hili, mi nimemuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwenye upande wa haki za watu, kama ulipewa mali ya mtu ukaidhulumu, basi sharti yake uirudishe kwa mtu, na zile ibada ambazo ka umeziacha kizembe, basi ni vizuri ukazifanya hapo, utakuwa umetubu kisawasawa. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kwenye masiku kumi haya kuzidisha kufanya ibada, na Mwenyezi Mungu atujalie nguvu tuweze kuchinja, na pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe afya nzuri tuweze kufunga siku ya Arafa.